Kitabu cha Injili ya ya Marko sura ya tano na ya sita. Ndiyo kanisa la Mungu tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Watu wa Mungu, siku ya leo tunasonga mbele na kitabu kingine cha Marko. Unaweza ukasoma na sisi pia kwenye chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV. Mwalimu Petro na Evodia Mazwile ambapo utapata nafasi nzuri zaidi ya kusoma neno la Mungu na kuendelea kulielewa. Wapendwa, karibuni sana, tufungue kwa sala tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, unaotupa nafasi kwenda kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Mungu utusimamie, neema yako isitupite na upendo wako utufunike kwa uweza wako, ili Mungu tunaposoma neno lako, kila mmoja apate kujengwa. Na Bwana tuimarishe, maana sisi tu hekalu lako. Imarisha maeneo ambayo tu wadhaifu, ili kwa neno hili tupate kuwa imara na utupe utii katika neno, imani na matendo viwe na sisi, katika jina la Baba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 Mlango wa sita. Akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakisema huyu, ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Wala hakuweza kufanya muujiza wote huko isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutoamini kwao. Akazunguka zunguka katika vile vijiji akifundisha. Akawaita wale thenashara, akaanza kuwatuma wawili wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za bindoni, lakini wajifungie viatu. Akasema, msivae kanzu mbili. Akawaambia, mahali popote mtakapoingia katika nyumba kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale. Na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala kuwasikia, mtokapo huko yakung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu kuwa ushuhuda kwao. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa, wakawapoza. Naye mfalme Herodi akasikia habari, kwa maana jina lake lilikuwa kutangaa. Akasema Yohana Mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizi zinatenda kazi ndani yake. Wengine walisema ni Eliya, wengine walisema huyu ni nabii, au ni kama mmoja wa manabii. Lakini Herode aliposikia alisema, Yohana niliyemkata kichwa amefufuka. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake. Kwa kuwa amemwoa. Kwa sababu Yohana alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa ndugu huyo. Naye yule Herodia akawa akimvizia akataka kumua, asipate. Maana Herode alimwogopa Yohana, akimjua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda; na alipokwisha kumsikiliza alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Hata ilipotokea siku ya kufaa na Herode sikukuu ya kuzaliwa kwake alipowafanyia karamu wakubwa wake na majemadari na watu wenye cheo wa Galilaya, ndipo binti yake yule Herodiya alipoingia akacheza, akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo nitakupa. Akamwambia, lolote utakaloniomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka akamuuliza mamaye niombe nini? Naye akasema kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme, akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mfalme akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hawa walioketi karamuni, hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari, akaamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani, akakileta kichwa chake katika kombe, akampa yule kijana, naye yule kijana akampa mamaye. Wanafunzi wake waliposikia habari, walikwenda wakauchukua mwili wakauzika kaburini. Na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote waliyoyafanya na mambo yote waliyoyafundisha. Akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo kwa sababu walikuwako watu wengi wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Wakaenda zao faraghani mashuani mahali pasipokuwa na watu. Watu wakawaona wakienda zao, na wengine wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu toka miji yote, wakatangulia kufika. Naye aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu na sasa kuna kuchwa. Uwaage watu hawa, ili waende zao wa mashambani na vijijini kandokando, wakajinunulia chakula. Akajibu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari mia mbili, ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua wakasema, mitano na samaki wawili. Akawaagiza wawaketishe wote vikao vikao, penye majani mabichi. Wakaketi safusafu, hapa mia, hapa hamsini. Akaitwaa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie, na wale samaki wawili akawagawia wote wakala wote wakashiba, wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu kumi na viwili na vipande vya samaki pia. Na walioila ile mikate wapata elfu tano wanaume. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani watangulie kwenda ng'ambo hata Betsaida, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Hata alipokwisha kuwagana nao, akaenda zake mlimani kuomba. Na kulipokuwa jioni mashua ilikuwa katikati ya bahari na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wambisho. Hata ilipopata kama zamu ya nne ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita. Nao walipomwona anatembea juu ya bahari, walidhani kuwa ni kivuli, wakapiga yowe, kwa kuwa wote walimwona, wakafadhaika. Mara akasema nao akawaambia, Changamkeni, ni mimi, msiogope. Akapanda mle chomboni walimo, upepo ukakoma. Wakashangaa sana mioyoni mwao, kwa maana hawakufahamu habari za ile mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Hata walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genesareti, wakatia nanga. Nao wakiisha kutoka mashuani, mara watu walimtambua, wakaenda mbio wakizunguka nchi ile yote wakaanza kuwachukua vitandani walio hawawezi kwenda, kila mahali waliposikia kwamba yupo na kila alikokwenda, akiingia vijijini au mjini au mashambani, wakawaweka wagonjwa sokoni, wakamsihi waguse ngaa pindo la vazi lake, na wote waliomgusa wakapona.